Hameshalome mtoto wa Mungu kutoka pande ine za duniya naifula kuvwa yakuweza ku mushikulu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wetu mwaminifu asiyebadilika, ali vyo kuwajana na ndi vyo ali vyo na hatamīlīle, mutoti wa Mungu. Ikiwa unaelewa kwamba mimi na wewe kulala kuamka ni kwa neema na fazili za Mwenyezi Mungu zinazodumu, basi ni wakati tunapoweza kuungana na kwenda kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu na kumwambia asante. Tunajua kwamba tungane katika kipindi cha Karesma ambacho kanisa mama na tuitia kuendelea kufanya tuba na msamaha na kuendelea tena kufanya matendo ya huruma na kwenda kuonea wengine huruma. Karibuni, mtoto wa Mungu, tunyenyekeye tunyenyekeshe, usiangalie usiangalie cho uko nacho, usiangalie mamulaka uko nayo, usiangalie feza uko nazo, lakini angalia ukowa Mwenyezi Mungu, ukaungane nami, tuanguke fudi fudi, tokajinyenyekeshe cene ya musalaba mutagatifu. Tuombe. Baba mtakatifu mtakatifu sana, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristu wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana kuweza kulitukuza jina lako na kusema asante, maana tunaelewa kwamba kulala kuamka ni kwa neema na rehema na fadhili zako zinazodumu. Hatujawazidi hatuja wala mbaye wamebadilisha majina na kuitwa marehemu, maana sisi hatukuwa bora Siyo kwamba atutatenda maovu, lakini ni kwa neema na rehema na fadhili zako zinazodumu. Na ndio mana tunakusihi, tunakuomba muda, tunakuwomba saa hii, tukubali twanke kifutifuti chini ya msalaba wa mwanako mutakatifu Bwana Yesu. Tunaileta myoyo yetu mbele zako wewe, ambaye ni mutakatifu. Tunawomba pereleza ndani ya myoyo yetu, pereleza mawazo yetu na fikiria zetu. Perereza kuacipika kwetu. Angalia kama tunastamiri mpereza zako leo. Tunaomba, tunomba tufinyange, mana bapo tumipungukiwa. Tunasema tuoshe, tutagase. Mana tunakubali, tunakubali yana na wewe leo. Tunakubali damu yako ya thamani. Tunakubali damu iyo ya Getsemani ni damu yake iliotoka luavoni, maana kuna damu nyingine ambayo ni sadaki wondowayo maovu, ambayo ni sadaki naotuweka huru, ambayo ni sadaki ambayo inatuosha. Ila ni damu yako Bwana Yesu, ila ni damu yake iliotoka ndani ya luavoni mwako nine damu, ambapo ulipo pigiliwa, ulipo choma mukuki, iliyotoka basi, ukazichukuwa zambi zetu ukatulipia mbahali musaraba ulipotundikwa na. Ndio mara moja na saa hii tunakubali damu yako, tufinyange tena, tunakubali kuingia chini la bomba lako, tunakubali kuogelea ndani ya damu yako, robo shira basaka robo saka robo sika. Tunakubali Bwana Yesu, ukatufinyange, utufanye utakavyo, utuweke huru, tunakuwa huru kwa damu yako ya thamani. Asante, Bwana Yesu, mana unachokiweka huru kinakuwa huru. Tunashukuru kwa muda na saa hiyi. Basi endeyakuwa pamoja nasi, tunaomba tuongoze. Ewe Roho Mtakatifu, ratibu mana sara zetu, utuongoze kama umekusudia utuongoza siku ya leo. Fungua moyo wa msikilizaji wangu ili uweze kuelewa na ujumbe wa leo uweze kumsaidia na kuweza uchukua mwamuzu na kuweza usimama tena na kuweza utambua kwamba Yesu we ni Bwana wa mabwana. Asante mfalme wa mwema, naamini kwamba milango yote ule mwa shetani imefungwa kupitia jina lako Bwana Yesu, mukombozi wa ulimwenguni. Basi tumeomba na kuamini ni katika jina la bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, sema amina. Shalom etena, mtoto wa Mungu kutoka pande za dunia Ninamshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Mtoto wa Mungu, katika tunapendelea maandalizi ya, ya kuelekea nchini Amerika, kwenda kwa ajili ya injili kuihubiri na kuitangaza injili injili ya Yesu. Ili waliofungwa waweze kufunguliwa. Ufunguliwa kuna mbaye wanakuwa mefungwa waweze kusikia habari njema na kuchukua maamuzi na kumrudia tena Kristu ambaye ndiyo Bwana wa maisha yetu, ndiyo mwokozi, ndiye Alfa na Omega, ndiyo mwanzo na mwisho, ndiye aliyo na uhai wetu. Basi mtoto wa Mungu, endelea kuniombea, endelea kuniombea kwa ciya maandalizi. Na tena naomba endelea kuombea na wengine wale ambaye wanatufadhili ili tuweze kufanikiwa kuweza kukamilisha safari hiyo, na katika safari hiyo, na tena wale wanaotufadhili, maana hata tukienda Amerika, tunaporudi tunaingia Afrika maana huduma ni nyingi, lakini inahitaji kuwa na wafadhili wanaojitoa, wanaojiachilia ili habari njema iendelee kusonga mbele. Na washukuru sana munapoendera kuniombeya, munapochitowa, munapojiachilia, munapo, munapo, munapo, munapo wachakula na kunywa, basi mukiwomba na kufunga kwa ajili ya kuombea huduma munajiwa kwamba mana ipirisi afurahiye na huduma tunazozifanya anatifutafuta usiku na mchana, lakini kwa maombi yako kaka na dada, habari njema itaendelea kusonga mbere, na tutaendea kuuona mkono wa Bwana, tutaendea kumona Mungu akitenda makuna majabu, Mungu akiwafunguwa waliofungwa, walioonewa na kuwaweka huru, na Yesu akendea utambulika matayifani na watu waliokuwa wanategemea waganga wa chenyeji, waliokuwa wanategemea binadamu watajuwa kwamba kuna Bwana Mabwana, kuna Arufa na Omega, kuna Mukombozi. Basi karibuni katika ujumbe wa leo, kaka na tata. Ujumbe wa leo unatuonesha kwamba Mungu alimutwika mwanaye, maana mwanaye wa peke, Yesu Kristu, azabu yetu, maana maovu yetu, maana zambi zetu, ili sisi tuweze kupata tu, tuweze kusima, kustahiri kusimama mbele zake tuweze kupata kibali cha kuiona ufalme wa mbinguni. Karibuni katika neno la Mungu inayotoa katika kitabu cha nabii Isaya, Nabii Isaya sura ile hamsini na tatu, napenda nisome mstari wa nne hadi wa sita, nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Hata hivyo Alivumilia machozi yetu na kubeba huzuni zetu. Sisi tulifikiri amepata azabu, amepigwa na Mungu na kuteswa, lakini alichehuliwa kwa sababu ya zambi zetu, aliumizwa kwa sababu ya maovu yetu kwa kuwazibiwa kwa kwa kwake kwa sisi tumepata uhai, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote tumepotea kama kamakondo, kila mumoja wetu ameyerekera njia yake, lakini Mwenyezi Mungu alimutwika azabu ambayo sisi wenyewe tulistahili tulistahili lakini Mwenyezi Mungu alimutwika azabu ambayo sisi wenyewe tulistahiri. Hilo ndilo neno la Bwana. Amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili, mana neno ambayo inatuonesha kwamba Kristu alikuja kwa ajili yetu, alikubali kutesa kwa musarabani kwa ajili yetu, na neno la leo inatuonesha waziwazi kwamba Mungu ajaweza kumuonea huruma hakumuonea huruma mwanaye, hakumuonea huruma mwanaye wa peke, maana alimut, alimutwika azabu. Azabu mana yake imemutwika maovu yangu, maovu yako, zambi zako, ili aweze kutupata sisi tukikwatu na stahiri mbele zake. Tumusifu Yesu Kristu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa Mungu, inawezekana bado hujayelewa kazi ya Yesu ambaye ametoka damu na maji inawezekana bado ujaelewa huyu mwanaume ambayo tunamuzungumuza huyu yesu ambaye ametupenda maandiko yanasema injili ya yohani sura ya tatu kwanza ule mstari wa kumi na sita jinsi mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili anayemwamini asiangamie e, lakini laki anayemwamini asiangamie asiyomwamini Amehukumiwa. Maana anayomwamini si asihukumiwe, maana maana yake alikuja kunikomboa na kukomboa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaelekea Paska, maana singekuwepo Paska leo singekuwa mahali hapa na kutangaza habari ya Yesu. Lakini tunapoelekea tungali katika njia ya kuelekea Paska, ambaye ndiyo ushindi wetu, ambaye ndiyo ukofu wetu, ambaye Kristo, ambaye ametundikwa msalabani, ambaye amekufa, lakini na siku ya tatu akafufuka. Na tunashuhudia kwamba yeye yeah, anaishi, anaishi milele anaishi milele. Naomba ende kutafakari na asa kipindi cha Karesma ambayo tunayitiwa kwende ufanya toba, kwende ufanya toba na msamaha, kufanya matendo ya huruma. Uku unafanya nini, kaka na dada? Onyesha upendo, maana tunayika upendo wa Kristu. Tunayitiwa kuyika upendo wa bwana wetu yesu Kristu ambaye alitupenda. Ukisoma katika katika kitabu cha Efeso ile sura ya tano mstari yule wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili ambaye inatuonesha tena twike upendo wa Mwenyezi Mungu maana maandiko yanasema man, tukaike upendo wa nani twike upendo wa Mwenyezi Mungu inasema kwamba mstari wa kwanza kwa hiyo mwikeni Mungu mana nyinyi ni watoto wake wapenzi upendo ongoze maisha yenu Upendo uongoze maisha yenu, maana tunaitwa kuongozwa na upendo, kuendelea kushirikiana, kuendelea kuombeaniana, kuombea, kusaidiana. Angalia ni nani amepungukiwa mahali ulipo, angalia kaka na dada. Na tena ni kipindi cha kuomba, kuhudhuria ibada takatifu, kuhudhuria mafundisho, mafundisho maana na vikundi vya kitume Kusogelea, Mwenyezi Mungu, futafuta uso wa Mwenyezi Mungu. Wengine wangali wanachoka, wana unawezekana unaona kwamba uweze tena, lakini neno la Mungu linasema kwamba Yesu amezibeba adhabu zetu, amebeba amepigwa, maana ameumizwa, ameteseka kwa ajili ya maovu yetu. Kwa nini dada maana unasema kwamba Mungu aweza kanihurumia, nimetoa nimetoa mimba kadhalika, nimezini kazarika, nimefanya ushareti kazarika. Lewo ni tarehe nani, mwezi wa ine, mwaka elfu mbili na ishirini na tanu. Unaweza uchukua mwamuzo we mwenyewe, ukakubaliana na Kristu, ukakubali aweze katika aweze kutundikwa kutundika zambi zako. Maana usiende usema kwamba aweze kukuhurumia. Unaona kwamba iwezekane kuungana na Mungu. Wewe ni kahaba. Wewe binti unaojiuza, wewe ambaye unaendea ujiuza, inawezekana. Ruga chukua mwamuzo, chukua mwamuzo. Inawezekana wengine Mungu anaomba. Kaka na dada, kila mmoja uwe ni wakati wa unyenyekevu kulingana na cheo ulichopewa. Haujapewa cheo wengine wanyanyase, weza ujiinua kuonesha mamlaka uko nayo, kwa sababu kuna Bwana ambaye anaweza weza kukunyenyekesha, anaweza kukutuliza, anaweza kukuweka chini na kuwainua uku, na wale wanyonge wale wanaosaraulika wale ambao wawonekane, kila mmoja tumiane muliopewa na mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristu. Unyenyekevu ongoze maisha yetu na tuendelee, na wengine wameteseka, wangali wanafuta futa uponyaje, maana wanafutafuta uponyaje asipokuwepo uponyaje, kwa waganga wachenyeji. Umeteseka, watoto wanahangaika, haure tena, mana unauza shampoo na karibia kuyimaliza, kwenda pale na pale wanapow, kuwaambia kwa sababu nahitaji mtoto wee, unaitwa tasa. Nasema ore mukimbiliye Bwana Yesu. Wengine wanaenda kuona kama Yesu anaweza kama Yesu natosha. Ninawo ushuhuda kwa sababu nimeona wengine hamba we, walikuwa tasa miaka mitano, waliokuwa tasa miaka saba, waliokuwa tasa miaka kumi, lakini leo nabeba mtoto kwa sababu walikubaliana na Yesu wa Nazareti. Leo wewe kaka, wewe baba, wewe binti, wewe mba, umeteseka, kubaliane na Yesu, mwambie shida zako Mwambiye matatizo yako, kubali kufanya toba na msamaha, maana amesema kwamba yeye, lakini amejeuliwa kwa sababu ma, ya dhambi zetu, aliumizwa kwa sababu ya maovu yetu, na kwa kuadhibikwa kwake sisi tumepata uhai. Uhai uko kwa bwana wetu Yesu Kristu, tumepata uhai kulingana na Kristu liotu aliyotunganisha aliyotupatanisha na Mwenyezi Mungu na Baba yake. Rewo unaweza uchukua mwamuzo, rewo unaweza kuona maisha yako, mupe Kristo, ukubaliane naye ukubali kusema ndiyo, nimekubaliana naye ninakubaliana naye aweze kunisaidia, aweze kuniponya, mana magonjwa umiwona ni magonjwa suku, lakini unaona nini? Unaona mauti? Unaona ushindi katika Bwana wetu Yesu Kristu. Mana ni gani kinakutiya hofu, kinakutiya woga? Mana Yesu alikuja tupate uhuru, tupate uzima, tupate uhayi wa milele, uhayi wa kudumu. Tumosifu Yesu Kristu ndukuzang wakakanawa wadada, maana ikiwa maandike nasema lakini Mwenyezi Mungu alimutwika azabu ambayo sisi wenyewe tulikuwa tunastahili, ili atusaidie, ili atutoe katika utumwa, ili njia ya wokovu, ili njia ya ukombozi ikafunguliwe. Yesu alikuja utufungulira njia kuelekea mbinguni, ilifunguliwa kupitia bwana wetu Yesu Kristu kwa kukutundikwa kwa kukubali adhabu tungepata sisi, tulikuwa tumestahili, nilikuwa nimestahili mimi kwa jia mahofu yangu, kwa jia ya zambi zangu, ulikumestahili wewe. Lakini Mungu hakumuwoneya huruma mwanaye Yesu Kristu, akamutundika musalabani, akakubali ilatundikwa musalabani, ilawesa kutupata sisi habari njema, ndugu zangu, kwa kila binadamu, habari njema kwamba tumekuombolewa ni kwa neema tu tu za ni Mwenyezi si Mungu, maana hatikuwa bora, hatujatoa fedha, siyo mali, siyo cheo uko nacho, siyo mamulaka uko nayo, lakini tumekombolewa ni kwa neema si na rehema za Mwenyezi Mungu. Hii ndio habari njema inawezekana leo umekubaliana naye umesikiya ujumbe huyu, umeteseka umefungwa, mwambiye Yesu agufunguwe. Karibuni basi katika maneno haya machache, ambayo ninakuongoza katika sala hii. Rudia kutoka moyoni wamba umeteseka, wambaumetezeka, wambao kunategamiya binadamu, umekumbwa na dunia, umeona kuna msamaha tena. Anguka chini, piga magoti au simama, funga macho yako, rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako mimi mtoto mpotevu Naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa maneno, kwa mawazo, kwa vitendo, ninazozifahamu na sina zinambazo zisifahamu. Naomba ulifute jina langu katika itao cha mauti na uliandike katika itao cha uhai. Taja jina lako, sema mimi kuanzia leo Jumanne tarehe nane mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano ninakubali muda wote ambao ninabakiza kuisha pa ugeneni maana yakapa mwenguni. Karibuni Bwana Yesu ndani ya roho yangu, uwe Bwana na mukozi wa maisha yangu. Amina, amina, amina. Hongera sana we ambaye umekubaliana umekubari kubadilika, umeamuru kubadilika, umeamuru kumfuata Kristu kama ndio Bwana na mkozi wa maisha yako. Ongera sana mutoto wa Mungu. Basi na mudana saheye, tunaenda tunenda kuwomba kwa ajili waliyotuma mahitaji yao, waliyo wagonjwa. Tunaombea warambaye ni wichaka, warambaye wamechanganikiwa, mudana saheye, warambaye ni wanaitaje ni wagonjwa. Wagonjwa wa magonjwa sugu, na yule yote ambaye ni mgonjwa na tufuatilia katika njia ya YouTube, basi weka mkono wako na paumia, ukiwa hospitalini, mwekee mkono wako yule ambaye unamuunguza, na uamini kama Yesu anaponya, kama Yesu ana uhai, kama Yesu ana uzima, basi mtoto wa Mungu ungana nami tunapoenda kuombea wali wagonjwa wali wengine ambaye ni wagonjwa, weka mikono mana ambapo unaumia, mweke mgonjwa wako. Tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristu wa Nazareti, ambaye umemwachilia mana, umemutwika azabu ambaye sisi tulikuwa tumestahiri kubeba, tulikuwa tumestahiri kwa sababu ni maovu yetu, mana ni zambi zetu zetu lakini ulikubali kuzitwika mtoto wako wa peke, ili uweze kutupata ili tuweze kustahili kusimama mbele zako, na muda na saa hii, kwa sababu ya upendo wako. Basi naenda usogeza mmoja baada ya mwingine, mtoto wako angali ambayo wameteswa na magonjwa ya sugu, magonjwa ambaye wengine wana vifimbe tumboni, wengine wana ngoja upasuliwa, wengine muda na saa wanapumulia katika mipira, wengine wajitigisa wengine wana magonjwa ya paralizi magonjwa ambayo yamewatesa wengine, kisukari kimepanda, pereshi imepanda. Bwana Yesu, nyosha mkono, wameweka mikono wengine tumboni, kuna madonda, wengine katika kizazi kuna vivimbe. Bwana Yesu sinyamanze kimya, achilia mkono wako wenye nguvu, mkono wako wa ubobo sakraba kandaraba shiraba, sakandaraba ribokurobo shiraba sakandaraba, nyosha mkono wako wa uponyaje matoni yako haende udondoke tena. Henda upita bwana Yesu, pita kwenye mahodi pita malambapo, kaka na dada malambapo, anenda ukuliliya hanenda ukwita. Anasema muguse, anasema muponye, umondole madonda hayo, uguse madonda yake, ukaushe madonda yake, unyoroshe muguu wake, uguse tumbo lake, henda utenda, bwana Yesu, Yesu wa Nazareti, henda ugusa Bwana, watoto wako metese.

maziwa mevimba mana mevimba wengi nauna magonjwa magonjwa ya kasa katika maziwa katika maziwa katika kizazi, angalia Bwana Yesu, angalia Bwana Yesu, enda ugusa muda na sahihi ili ushuta kwa kurudilie. Bwana anapenda ukagua tena, anapenda osipitaline tena akute madua magonjwa metoweka magonjwa meondoka. uru bosakara washira bosakarawa ribokondera bashika toroboshira basika kwa ajili ya ushuhuda wako, kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya uwezo wako. Yese ndaugusa waguse, Bwana Yesu waliona peresha, mudenasa peresha, imepanda kisukale, imepanda warekebeshe, Bwana Yesu waweza kushuhudia, waweza kutukuza, waweze kuimidi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuna waweke waliochanganyikiwa, ninaleta dada yule, ninaleta Bwana Yesu, na kaka yule, ninawasogeza chini ya msalaba ambaye Bwana Yesu waumbie tena akili mupya, waumbie akili mupya Bwana Yesu, yitengeneze upya, wawekee moyo mupya, waweze kurudia na, na, na utu wa kawaida, warudie kuwa kawaida kwa jina lako Bwana Yesu. Kwa jina lako Bwana Yesu, kusatika akili zao katika muda na saa hii, uwaweke moyo mpya, uondoe ule moyo uchanganyikio, ukaweke moyo ambao unafanana na moyo wako. Asante Bwana Yesu, endea kuendea kuwasaidia waliwo wajazito Bwana Yese, ndaugusa fiumbe filimo ndani yawo. Hangaliya wana mpame wambiya mutota iko fizuli. Hangaliya Bwana Yesu le mama ambaye amemwambiya kwamba iwezekane, mana mutota weze inawezekana, kaza amulemavu inawezekana, kaza ambaye amekufa. o Yesu wa Nazareti, o baba wa mbinguni, gati kajina la Yesu Kiristu wa Nazareti, namini kama wendeyo mumbaji, namini kama ndiuliweka kiumbe ndani ya mama yule na mudana sahiyi Yesu na gusihi gamuli vyo lekebesha wengine, nawukalekebesha viumbevile, wikaweze kuwasalama, wikaweza kusimama tena, wika rudia kuwa salama Bwana, ili kuwajeya utugufu wako, na nina kwamini mana na itegami miadamu yako, mana na juumbaji wako, il utugufu na eshima bita kurudia wewe, gati kajina la Yesu Kristo wa Nazareti. Enda ugusa tasa, tazama mama huyo ambaye anaitwa tasa, ambaye analia, ambaye anateseka, enda ugusa Bwana Yesu. Wengine wameteseka, mana wanapopata mimba inaporomoka, inapoingia, imekuwa ya tatu, imekuwa ya ine, imekuwa ya tano. Ile roho mbaya uporomosha ya mimba, kwa jina la Yesu ninaponda inafunga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili mama huyo aweze kufunguliwa, aweze kupata, aweze kupata Matunda ya ndoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu kwa wale ambao unawagusa na wale ambao ni tasa, hata wataona ya kutoka, enda kufungua tumbo zao, maana ukafute jina ya utasa, kwa sababu Bwana uchikapize utukufu, shukrani zikuludiriye. Asante Bwana Yesu, tunaomba amani kwa ajili ya mataifa kwaaji ya viongozi, wape hekima, waongoze mana mataifa kwa hekima inaotowa kwako, wana siyo hekima yawo. Asante Bwana Yesu, funika kwa damu ya kuwatumishi wako Bwana, enda kuwalinda, enda kuwatunza wanaoipeleka habari njema tunaukaribisha Bwana, mandalizi yote kwenda kuipeleka injili ya mwaka huu, maana wewe ukasimame wewe ukaongoze, maana ukasimame. Bwana usimami wafasiri wote, wabariki Bwana Yesu, wawezesha Jehova, kwa sababu ya neno lako Sante mfalume, mana tunanyenyekea sisi wote, tunawomba utufunike kwa damu ya kuya thamani. Funika tunapokwenda funika, uduma zote tunapoende yakufanya, funika maneno yetu, mawazo yetu, fikiria zetu na utufanya utakavyo, mana tuende kutembea na kusimama kama watoto wa mfalume, kwa sababu Bwana Yesu tunakuamini kama weni mufalume. Mana nami nimewomba na kuamini, ni katika jina la Baba na Roho Mtakatifu. Amina. Hongera sana mtoto wa Mungu, wewe ambaye umekubaliana na Kristo leo. Basi mtoto wa Mungu, twende kuombeana na kwenda kufanya maandalizi mema ya kuelekea katika Pasaka ambayo ndio ushindi wetu. Tuendelee kuamini na kuomba tena, maana Jumapili ambapo Kristo ataenda Yerusalemu wasiwasi watapoimba hosana, hosana Hosana, barikiwe anayekuja kwa jina la Bwana, kwa jina la baba ya Bwana. Mtoto wa Mungu, endea kufanya maandalizi, tuendelee kuombiana tena na kusaidiana, ili ili katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Lakini twende utafukali juu ya mwisho wetu, hatutatenda zambi kamwe. Mungu anawapenda na mimi nawapenda, na watakia siku njema, muda mzuri, tutazita wakati mungu akinipa kibali tena. Amina, kwaheri.